Baada ya kutoka kushuhudia safari nzima na wale wote ambao walipata nafasi ya kuzungumza, hebu tuangalie mchezo wa kwanza, jinsi ambavyo umekuwa goli pekee ambalo alifunga Jean Chaza wa, na wale ambao walipata nafasi ya kuzungumza bila kusahau pesa au, ile, au ule mzigo shilingi milioni 20, ambao kama kawaida bao la mama huwa linatoka, lakini safari hii katika mchezo wa nusu fainali iliahidiwa shilingi milioni 20 kwa bao moja la ushindi, na sisi tulivyopata ushindi wa bao moja mzigo huo ukatoka. Tushuhudie na wale wote ambao walipata nafasi ya kuzungumza mara baada ya mchezo kumalizika. Uh, uh, exactly like we expected you know, long throwing,

Uh, in terms of uh, what the the players players can do and and we we really expect and I know, uh, believe me, my players will be ready for the return leg once we get back to South Africa. Eh, hey, Simba nguvu moja sisi wote ni wana michezo si ndio hivyo? Hii mechi hatukufungwa, tumeshinda. Hebu tujipigie makofi kwanza Simba. Kwa hiyo leo tumeshinda, tuna pointi tatu, tumewaona na tunawaweza. Tunawaweza waweza, hatuwawezi kuna sababu ya kuwa wanyonge. Tuendeni kwao tukaoneshe mpira kama tuliweza, kuwasimamisha wameutafuta kwa sababu si ni mpira huu, hata mi nacheza, si hawajafunga hata kule kwao, wanaweza kushindwa kufunga vile vile na sisi tukafunga zaidi ya leo. Hata Mheshimiwa Naibu Waziri, mimi naomba nikukaribishe. Uh, nimekuja kuleta zawadi yenu ya mama. Mmepata uh, goli moja, shilingi milioni ishirini. Hii ni hatua ya nusu fainali, kwa hiyo naomba niwakabidhi sawasawa Namkabidhi Mheshimiwa Naibu Waziri, lakini kabla hajawakabidhi fedha fedha yenu naomba kwanza azungumze Simba. E bwana, uh, kitu kimoja ambacho mi nimekiona ni kwamba huu ni wakati mzuri sana, ni wakati mzuri kwa maana kwamba mnatoka kucheza mmeshinda goli moja, halafu kila mtu anahuzuni kuonyesha kwamba mlikuwa mnaamini tunaweza kushinda zaidi ya hapo. Kwa hiyo hicho ni kiwango kizuri sana kwamba mna timu ambayo inashinda, lakini bado haijaridhika inataka kushinda zaidi. That's very good. Na niwatie moyo kiwango kilikuwa kizuri, na wakila nikiwa wa, wa, wasachi naona kabisa hawana uwezo wa kuifunga uwe wala kuitoa Simba Sports Club. Sawa, sawa jamani. Kwa mimi niwatie moyo, hii ni nusu ya kwanza ya mechi hizi mbili imekwisha na tunaongoza, tunakwenda kwao, siogopi mechi za ugenini kwa sababu hii ni Simba, lakini pia ukifika kule ukatangulia ukapata goli kitu ambacho kwa kiwango chenu kulinganisha na kiwango chao kinawezekana, mlima wao utakuwa mrefu mno. Kwa hiyo uh, hii fainali tunakwenda na ili kombe tunachukua, msiwe na wasiwasi <coughs> nafikiri wote tunataka tu kwamba tungeshinda zaidi hapa, lakini ndo mchezo wa mpira na ukishinda umeshinda, au sio? Jamani, kwani sisi tumekuja kuleta ile zawadi ya goli la mama. uh, kama ambavyo mnafahamu Mama Samia Suluhu Hassan Ikifika hatua hii, kila goli lina milioni ishirini. Kwa hiyo tumebeba milioni ishirini hizi, na pengine tungependa ziwe arobaini, ziwe themanini, ziwe mia, lakini tumepata goli moja. Kwa hiyo hizi ishirini nimezileta nime hapa, kwa hivyo nitamkabidhi na mkabidhi mwenyekiti au captain. Captain, captain saba hongereni sana, milioni ishirini kutoka kwa Rais Samia Suluhu Hassan hapa Looking up, brothers. kwa hivyo niwatie moyo na kukiwa na uwezekano pengine tutaambatana twende wote kule South Africa ili muone kwamba serikali yenu ipo na inaambatana na nyinyi kwenye kila hatua sawa sawa jamani simba moja. simba asanteni sana sisi hatuna hofu ya kucheza na timu yoyote sehemu yoyote nyii wote ni experienced player ni profession players kwa hiyo tutaenda na tunaenda wote kama tulivyo tukapambane tupate ushindi wa pamoja sawa jamani We played, we won, but we still have 90 minutes to finish the game. So just relax, don't get yourself panicked. I missed many goals, I, I made a mistake and whatsoever. Forget it. Tuseme uh, tunashukuru. Ah, uh, ulikuwa ni mchezo ambao tulihitaji tupate matokeo zaidi ya goli moja. Lakini kama mlivyoona tumepambana dakika mwisho, tumepata ushindi wa goli moja. Lakini Uh, kama alivyosema hapa naibu waziri kwamba hii ni Simba, Simba popote anaunguruma, yeah, yeah. Kwa hiyo tupo tayari kwa kwenda kuunguruma South Africa, lakini pili ni nitoe shukrani zangu za dhati kabisa kwa rais wetu, mama yetu, Samia Suluhu Hassan. Uh, mziki kama tumeuona hapa umeongezeka. Uh, ni ahidi, kama nilivyosema kwamba tupo tayari kumfilisi mama. Uh, niseme tu kwamba tunaenda South Africa kuunguruma na kuhakikisha kwamba tunachukua zaidi ya hizi. Uh, niseme tu kwamba ubaya ubwela Simba nguvu moja, moja. Asante. Well, all I have to tell the president is we thank her, we appreciate everything she's doing for us, and we will make sure we make her proud by going to South Africa and coming back with victory. We believe, we believe you will do it to go to the finals, and we will do it in South Africa. Nisikilize mimi, Toby. Kwamba? Fainali Simba anacheza mwaka huu. Hawa Stellenbosch hawana uwezo wa kututoa sisi, na kama kauli mbiu yetu inavyosema, hatuishii hapa. Nakwambia hatuishii hapa, hatua ya nusu fainali. Achana na ushindi wa goli moja, lakini ukiangalia ubora wa timu yetu, namna ambavyo inashambulia, namna ambavyo inaweza kuzuia, inanipa mimi matumaini mazito ya kwamba mnyama anakwenda fainali, napata matumaini makubwa mnyama anakwenda fainali. Na hata ukiangalia kwenye mechi ya leo ni, ni, ni makosa yetu madogo madogo ndiyo ambayo yamemaliza hii mechi kwa goli moja huko bila, na wala sio kwa ubora wa mpinzani wetu. Tumekosa nafasi kama tatu nne hivi ambazo tungeweza kuzitumia, hizo nyama alikuwa naondoka na magoli na zote hizo, tunakosa wenyewe, sio kwa ubora wa mpinzani. Kwa hiyo mimi ninayo uhakika wa asilimia kubwa, na kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, mnyama anacheza fainali. Stellenbosch hana uwezo wa kutufunga goli mbili bila nyumbani kwake. Narudia na tena, ili Stellen aende fainali atufunge sisi goli mbili bila Simba, hivyo haipo duniani. Katika juma lililopita, Simba Sports Club iliingia mkataba mwingine mkubwa, mkataba ambao wewe mwana Simba hautaacha kucheka na kufurahi kutokana na thamani ya mkataba huo, lakini pia vitu ambavyo Simba Sports Club atanufaika navyo ndani ya mkataba huo. Hebu tuangalie mkataba uliohusiana na nini na nini ambacho Simba atapata katika mkataba huo na faida zote ambazo Simba yeye atanufaika nazo katika mkataba huo. Ni mkataba wa Simba Sports Club dhidi ya J. Ruti Investment ambao walionyesha nguvu yao ya pesa na kusema sasa tunakwenda kuwekeza simba na nini ambacho simba watapata kutokana na mkataba huo. Mambo ni mazuri, wewe mwana simba utafurahi na utaenjoi mkataba mkubwa. Mara baada ya kufahamu mkataba huo, tusikilize wale wote ambao walipata nafasi ya kuongea kwenye mkataba huo. napenda sana kuwakarimisha katika tukio muhimu la like kihistoria ambalo linaenda kufungua milango na kuonyesha ukubwa na asili ya klabu ya Simba Sports Club, na kwa kipekee kabisa usiku huu utaenda kuonesha ni kwa jinsi gani Simba Sports Club imedhamiria kufungua milango ya utawala bora, utamaduni mpya katika uwekezaji katika maendeleo ya mchezo nchini, lakini katika sekta ya soka. Mabibi na mabwana, nechukue fursa hii kumtangaza kwenu, mbele yenu, mshindi aliyeshinda zabuni hiyo za kwa fedha za kitanzania za shilingi bilioni 38 kwa mkataba wa miaka mitano. Si mwingine, mshindi ni kampuni ya Jayuti Investment East Africa Limited. Kiukweli, ilikuwa ni kazi ya ku, kutorala usiku na mchana kwa sababu baada ya tu ya kusaini mkataba tarehe kumi basi ilikuwa ni kukimbizana huku na kule kuhakikisha tunaleta kilichobora katika klabu yote Simba Sport Club. Nitumia fursa hii kuipongeza klabu ya Simba kwa kuendesha mchakato huu wa zabuni kisomi na kisasa namna hii. Serikali kama wadau wakubwa wa soka, tumefurahia mafanikio yenu na tutaendelea kuwa walezi wa vilabu vya soka ili kuhakikisha uwekezaji wowote unazingatia thamani ya vilabu vyetu na mchango wake katika soka la Tanzania, Afrika mashariki kati, na Afrika kwa ujumla.

Ebana, katika Simba TV wiki hii nadhani utakuwa umeenjoy na umefurahi ume vile vingi vizuri ambavyo tumekuletea katika kipindi chako bora kabisa cha michezo. Mengi mazuri tumekuhabarisha, mengi mazuri tumekufahamisha kutoka hapa Simba TV. Kuna vitu ambavyo Simba inafanya, hakuna klabu nyingine yoyote ambavyo inaweza kuvifanya, na kama hivyo ambavyo tumevileta hapo mbele ya macho yako. Mimi ni Tobias Sebastian, usiache kuangalia na kufuatilia Simba TV katika juma lijalo, bye. Bwana, katika Simba TV Jumatano hii tumekuletea vitu vingi vizuri vizuri, ni zaidi ya vile ambavyo Pengine ulibahatika kuviona katika wiki iliyopita, katika juma hili eh, kuna vitu vingi vizuri kama ambavyo nimekuambia wewe shabiki eh, mwanachama pamoja na mpenzi wa Simba Sports Club katika kipindi chako bora murua kabisa cha Simba TV. Kati ya yale ambayo tumekuandalia Simba TV, stori ya kwanza ambayo itakuja mbele ya macho yako ni kikosi cha mnyama Simba, Simba Sports Club kuanza safari kutokea hapa Tanzania kuelekea Afrika Kusini katika mchezo eh, wa marudiano wa nusu fainali kombe la shirikisho barani Afrika. Uh, ikumbukwe katika mchezo wa kwanza nyumbani tulifanikiwa kufanya vizuri, tukipata ushindi wa bao moja kwa bila, mchezo ambao tulicheza katika uwanja wa Amani. Hiyo ni historia kwanza ambayo tutakuletea mbele ya macho yako, lakini pia sambamba na hilo, historia ya pili ni yale ambayo yalijili uh, katika mchezo uh, wa kwanza wa nusu finali ambao tulicheza pale Zanzibar. Kuna vingi vizuri ambavyo tutakuja kukutaarifu. Mwisho kabisa, uh, Simba TV katika juma hili tutakuletea mkataba mk kubwa ambao Simba umeingia na kampuni ya Jeruti. Ni mkataba ambao ukiutaja, ukisikia thamani yake na vitu ambavyo Simba tanufaika navyo, wewe mwenyewe utabaki eh, kucheka na kushangilia kwamba Simba imeingia mkataba mzuri, na si Tanzania tu katika nchi mbalimbali ya mbali Afrika haujofikia mkataba huo wa Simba. Mimi ni Tobias Sebastian, hebu tupate mapumziko mafupi, kisha turejee kwa nne vile ambavyo nimekueleza hapo awali. Kama ambavyo nimekuambia hapo awali, taarifa ya kwanza ambayo tunakuletea wewe mpenzi wa Simba TV, mbele ya macho yako ni safari ya Simba Sports Club eh, walivyoanza kutokea hapa Tanzania kuelekea, uh, pale Afrika Kusini katika mchezo wa marudiano wa kombe la shirikisho barani Afrika. Huu ni mchezo wa pili. Tukumbuke mchezo wa kwanza tulipata ushindi nyumbani, tunakwenda kurudiana nao nyumbani kwao na kuhakikisha kwamba tunapata matukio mazuri na kwenda katika fainali kama ambavyo wapenzi mashabiki wa Simba Sports Club wanatamani kuona kikosi chao. Hebu tuangalie interview ya Semaji la CAF na wale ambao walipata nafasi ya kuzungumza kabla ya timu kuanza safari leo hii. Semaji mambo vipi? Bana, mambo safi kabisa. Kwa vizuri, ndugu yangu. Ah, namshukuru Mungu. Mbona la nyumbani kule? Mbona umewahi sala <laughs> hiyo kaka? Nyumbani bibi kanleta mpaka hapa. Ah, <laughs> mapya ameshafika nini nchini kaka? Sawasemaji <laughs> <mzuki. laughs> Sawa, e, kikosi hatimaye mara baada ya kucheza mchezo wa kwanza e, pale Zanziba hii leo kinaanza safari kuelekea Afrika ya Kusini. Tuambie e, wachezaji wote ambao watasafiri e, taarifa ambazo zinahusiana na eneo hilo la benchi la ufundi lakini safari nzima kiujumla kuelekea Afrika Kusini. Tunamshukuru Mungu e, siku hii ya safari imefika tukiwa salama safari inaanzia hapa e, Dar es Salaam moja kwa moja mpaka Johannesburg mwendo wa masaa matatu. Tunaondoka hapa saa nne tunafika saa saba Johannesburg Afrika Kusini, Oliver Tambo, ushakufika Oliver Tambo baba International Airport. <laughs> um, pale tutapokelewa na mheshimiwa balozi wa Tanzania nchini Afrika Kusini atatupa nasaha mbili tatu pale, na baada hapo e, chombo itang'oka kutoka Johannesburg kwenda Durban. Johannesburg kwenda Durban kwa ndege ni mwendo wa saa moja. Kwa hiyo tutaingia kwenye ndege pale kuelekea zetu Durban. E, kwa wale ambao watahitaji kupanda gari ni mwendo masaa sita kutoka Johannesburg kwenda mpaka Durban. Tunaondoka hapa Dar es Salaam na ndege ya shirika la ndege la Tanzania ATCL amba ni ndege yetu sisi wanasimba. E, tunaingia mne, tunajimwayamwaya safari mpaka Johannesburg, Afrika Kusini. Tutafika e, Durban ambacho ni kituo chetu cha kazi, e, majira ya mchana mwingi. Tutafanya programu yetu ya kwanza ya mazoezi hileo kwa ajili ya recovery na kuweka miili sawasawa. Baada ya hapo, e, kesho alhamis Eh, na siku nyingine zote tatu ambazo zimesalia zime itakuwa ndiyo eh, heavy and intensive program ya maandalizi kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Stellenbosch. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kila kitu kinakwenda vizuri kwa upande wetu, wachezaji wetu wote wako vizuri, na morari na ari ni kubwa mno kuelekea katika mchezo wetu. Yaliyopita si ndwele tugange ajayo, lakini kwa sisi watu werevu kila kitu kinachopita katika maisha yetu huwa tunakichukulia kama sehemu ya mafunzo ama sehemu ya somo, haijalishi ni kibaya, haijalishi ni kizuri. Tukipata kibaya tunakitumia kama sehemu ya lesson, tukipata kizuri vile vile tunakitumia kama sehemu ya masomo kuelekea, ka, kuelekea mbele yetu. Tumeanguka mara mbili Afrika Kusini, lakini tulianguka dhidi ya wa wapinzani wakubwa Orlando na Kaizer. Hatuko tayari kwenda kuanguka tena Afrika Kusini dhidi ya mpinzani huyu wa sasa Stellenbosch. Uh, ni timu nzuri Stellenbosch lakini sio kwa Simba Sports na kwa ukubwa, ubora, thamani na kila kitu Simba tumewaacha mbali sana Stellenbosch. Kwa hiyo hatuko tayari, timu ambayo tumeizidi kila kitu ikaenda kutuondoa kwenye mashindano. We are not ready kwenye hilo Simba tunakwenda kuonesha ukubwa wetu, na mimi Tobi nikwambie, nenda kaitangazie dunia, nenda kawaambie walimwengu, zunguka sayari zote tisa, anzia Neptune, nenda mpaka Pluto, pita katikati hapo kwenye Earth Mars, sijui na kitu gani, mpaka mwisho, nenda kawaambie Simba anakwenda fainali safari hii Kaka, mara ya pili unanyambia, umenyambia Zanzibar na unanyambia tena hapa. Nenda kawaambie watu na majini, Simba ana kwenda fainali safari hii, hakuna namna yeyote. Tuko tayari Simba kuishia hatua ya nusu fainali, labda Mwenyezi Mungu apitishe khairi zake. Unajua Mwenyezi Mungu ndo ana yeye ndo anatoa na yeye ndo anakunyima na na na, na sisi tunasema kheri na shari zote zinatoka kwake yeye. Labda Mwenyezi Mungu awe hajatupangia Simba kwenda fainali, lakini kwa ubora tuliokuwa nayo, kwa maandalizi tuliokuwa nayo, kwa ile ile shauku morari na mzuka tuliokuwa nao, Simba anakwenda fainali safari hii kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Sawa. Semaje e. Turudi e, mara ya mwisho timu inaenda Afrika ya Kusini kulitokea e, changamoto za kiusalama, na bahati nzuri wewe ulikuwepo e, ulisikia uliona, na vitu vingine e, vya namna hiyo. tumejipanga kiasi gani safari hii kuhakikisha hilo hatukutane nalo? Ya, ni kweli e, Afrika ya Kusini ni nchi yenye changamoto, changamoto za hapa na pale, lakini sisi tutakuwa salama kutokana na uwepo wa balozi wa Tanzania lakini e, tunaye e, afisa wa jeshi la polisi la Tanzania e, SP Mohamed Manyahe ambaye yeye ni mkuu wa usalama ambaye anatambulika ana, ana, ana, na CAF, anatambulika na FIFA, ana mafunzo ya kutosha ya namna gani ya kusimamia na kudhibiti masuala yote ya kiusalama. Kwa hiyo tupite wapi, tufanye kitu gani, tusifanye nini, yote hayo tunategemea mwongozo na maelekezo ya kiusalama kutoka kwa eh, kamanda Muhamed Manyahe. Kwa hiyo tuko salama, hilo ni kuhakikishie. Na kwa kuwa tayari ameshawahi kutokea mambo, maanaake ni kwamba sisi wenyewe wanasimba wenyewe eh, tunaanza, unajua usalama unaanza na wewe. Na nichukue nafasi hii eh, kuwatangazia wanasimba wengine ambao eh, wanakuja Afrika Kusini wajitahidi kuishi katika misingi iliyokuwa sahihi ili kuepukana na vitendo vyote ambavyo havitokuwa vina, yani vitendo vyote ambavyo vitahatarisha usalama wao. Pendeza kaka, mwonekano kwako wewe una maana gani kaka? <laughs> Yeah, ukishakuwa mchezaji lazima uwe smart kwanza, alafu ukiwa mchezaji wa timu kubwa kama Simba Sport Club ya, yeah, timu ya kimataifa lazima uwe smart kidogo, kwa sababu watu wengi pia wanakuangalia na hivyo kwa niaba ya wachezaji e, mchezo wa kwanza tumepata ushindi nyumbani bao moja kwa bila u, uh, pale Zanzibar yeah. Tunakwenda kucheza mchezo wa pili, mmejiandaaje na siku hizi zilizobakia hapa mmejiandaaje? mnatarajia kujiandaa vipi kuhakikisha tunaenda kushinda mchezo wa marudiano pale Afrika Kusini? Uh, kwanza tunashukuru kwa mchezo wa kwanza tuweza kupata matokeo ya ushindi, hilo ni jambo kubwa sana kwetu kwa sababu plani ya game ya kwanza ilikupo kushinda, lakini pili niweze kuwashukuru mashabiki ambao waliweza kusafiri kutoka sehemu mbalimbali kuja kutupa sapoti, lakini tatu ilikuwa na maana kubwa sana kupata matokeo kwenye mchezo wa kwanza, kwa sababu ilikuwa inatakiwa lazima tushinde ili kuweza kutupa morali. Lakini kubwa katika yote kwamba mchezo bado haujaisha, bado tuna mechi nyingine ambayo ni ngumu, haiwezi kuwa rahisi. Kwa hiyo sisi kama wachezaji baada ya mchezo ule, mara moja tulianza kufikiria mchezo huu unaokuja mbele yetu, kwa sababu tunajua ni mchezo muhimu sana kwa, kwa historia ya maisha yetu wachezaji wa Simba, mashabiki wa Simba, viongozi wa Simba kuweza kuvuka hapa kwenda kuingia fainali. Kwa hiyo tunajua mchezo huu utakuwa rahisi, lakini sisi pamoja na si wachezaji pamoja na benchi la ufundi, kwa mbinu ambazo wanatupa wana, wana, wana na kwa mazoezi ambayo tunaenda kupata kwa hizi siku karibia nne ambazo tutakuwepo pale na mimi, tunaweza tukafanya kitu kikubwa na kitu kizuri kabisa. Shukrani sana. Asante sana.